Wizara ya Afya nchini Tanzania imetoa mwongozo kwa wasafiri kufuatia mlipuko wa homa ya nyani MPOX, ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu ndani na nje ya nchi kwa kuzingatia Kanuni za Afya za Kimataifa za mwaka elfu mbili na tano, ambapo mwongozo huo unaanza kutekelezwa mara moja, ili kuchukua hatua madhubuti zinazohusiana na wasafiri wa Kimataifa na Kitaifa. Taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Wizara ya Afya, Dr. Seif Shekalaghe, kwa vyombo vya habari imebainisha kuwa wasafiri na wafanyakazi wote katika maeneo ya mipakani wanapaswa kuzingatia hatua za kuzuia na kudhibiti maambukizi kama vile unawaji wa mikono, kuacha angalau umbali wa mita moja baina ya mtu mmoja na mwingine, na kutoa taarifa kuhusu mtu yeyote mwenye dalili za ugonjwa kwa kupiga simu namba 199 bure, kutoa taarifa ofisi za afya ya mipakani au kituo cha afya kilichopo karibu. Pia katika maeneo yote ya mipakani, viwanja vya ndege, mipaka ya nchi kavu na bandari, wasafiri wote watafanyia uchunguzi wa awali wa afya ikiwemo kupimwa joto la mwili, watakaobainika kuwa na homa au vipele watafanyia uchunguzi wa kina na kiafya. Kadhalika, elimu kuhusu utoaji wa taarifa mapema na ushauri wa afya kuhusu kuripoti dalili zozote za ugonjwa wa Mpox itatolewa kwa wasafiri wote mipakani. Wale watakaoonesha dalili hizo watafanyiwa uchunguzi wa kina na kupatiwa matibabu katika vituo vya huduma za afya. Hata hivyo, watu wote waliotangamana na wagonjwa wa Mpox watashauriwa kufuatilia afya zao na kutoa taarifa katika kituo cha afya kilichopo karibu au kupiga simu namba 199 bure iwapo watakuwa na dalili zozote za ugonjwa wa Mpox. Aidha, wasimamizi na wamiliki wote wa vyombo vya usafiri pamoja na madereva wanapaswa kufuata taratibu haswa za kiafya ikiwemo uchunguzi wa afya, ukaguzi usafi wa vyombo vya usafiri, kunawa mikono, matumizi ya vitakasa mikono, na kutoa taarifa mara moja kuhusu msafiri yeyote mwenye dalili za Mpox kwa mamlaka za afya zilizopo mipakani.